Halo, habari ya wakati huu mpendwa mtazamaji wangu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali cha kuwepo katika eh, wakati huu wa mwanzo wa mwaka. Na leo hii nitakuwa na ujumbe ambao nitatamani tutafakari pamoja na ukiwezekana. Si ujumbe wa kawaida, ni ujumbe ambao unahitaji kuchukua hatua basi ninakusii sana ewe mtazamaji wangu, uwe unasikiliza kwa lengo la kuchukua hatua. Nitakushirikisha mambo matano eh, muhimu ambayo ni muhimu ukayajua mapema mwaka huu, mambo matano ya msingi ambayo ni vema ukiyajua mapema mwaka huu eh, tumekuwa na series kadhaa za kujifunza na kuangalia mambo ambayo yanaweza yakatusaidia kufanya mwaka huu kuwa bora zaidi. Na kwa sababu tumekuwa tukiangalia mambo hayo, basi leo nitakushirikisha mambo ambayo yanaweza kukusaidia kufanya mwaka huu kuwa bora zaidi, lakini ni vema ukayajua mapema eh, mwaka huu. Usisubiri mwishoni kule ukifika Desemba ukaanza kujeraumu kwamba ungechukua hatua mapema, lakini ingewezekana ukachukua hatua leo na ukabadili hatma au mwelekeo wa maisha yako. Basi mambo hayo matano ambayo nitakuwa ninakushirikisha leo hii, la kwanza ambalo ni vema ukalijua mapema mwaka huu ni: muda ni wa thamani kuliko fedha. Muda ni wa thamani kuliko fedha muda ni ndio bidhaa pekee ambayo e, pamoja na la zingine, lakini hii ni moja ya bidhaa ambayo ni ya thamani sana, ambayo ukiipoteza hauwezi ukaipata tena. Ukipoteza fedha unaweza ukapita muda ukazitafuta na ukarejesha, lakini ukipoteza muda hakuna namna utarikava, hakuna namna utarudisha ule muda ambao umeupoteza basi ni jambo la muhimu sana, wewe kama mtazamaji eh, wangu ukachukua muda kwa uzito huo. Kila dakika unayoitumia kila dakika unayoipoteza itumie ukitazama ya kwamba hautaipata tena, itumie kutazama kama ni fursa kwa kila dakika de, iangalie kama fursa ya kuleta mabadiliko, kwa usipofanya hivyo mwaka huu hautakuwa tofauti na miaka mingine iliyokwisha kutangulia. Lakini kama utaamua kwa dhati, uhakikisha kila dakika yako unaitumia kwa ubora, kila dakika yako unaitumia kwa ubora, basi hakika yake mwaka huu utakuwa na viwango. Naweza ukajiuliza ukapata kujua mwaka huu unatumiaje muda wako, mwaka huu unafanya nini na muda wako? Kama utazingatia, basi utajikuta kila dakika unayoipata kila muda unaopata unaotumia unakuwa kwa ubora, na zaidi unakuwa ni vya viwango. Na jambo la pili ambalo linafuata, ningetamani ulijue mapema mwaka huu, nidhamu hushinda motisha, nidhamu hushinda motisha. Eh, discipline beats motivation, kwa nidhamu huwa inaishinda motisha. Kama utaamua kufanya mambo kwa nidhamu, basi hautasubiri eh, motisha, kwa sababu motisha inafuata. Siku gani unajisikia na siku gani hujisikii, hautafanya jambo, lakini ukiwa na nidhamu, utafanya unalopaswa kufanya pale unapojisikia ama usipojisikia. Kwao ninatamani sana ujue kuwa nidhamu inashinda motisha, hivyo hakikisha unafanya unachopaswa kufanya, usisubiri. Nijue hili mwaka huu, jenga nidhamu katika kila, kila, kila kitu unachokifanya. Itakusaidia sana kuongeza ubora wa maisha yako katika mwaka huu na miaka mingine inayokuja. Usisubiri mpaka kufika eh, huko mbali sana Desemba, eh, ndio uanze kufikiri mambo haya. Anza mapema Januari, usije ukasema hukuambiwa. Ndio maana nimekuja hapa ili nikuambie ili hata muda utakapofika huko mbele ukumbuke kwamba kuna mtu aliniambia ya kwamba nijenge nidhamu. Kuna mtu aliniambia muda ni wa thamani, na usisubiri kujisikia tayari. Wewe anza pale ulipo, usisubiri mpaka ujisikie ukiwa tayari, lakini anzia pale ulipo, ndipo utaendelea mbele kwa nidhamu. Hatua ndogo ndogo unazozifanya kila siku kwa nidhamu ndizo hufanya safari ndefu ya maisha ipate kukamilika. Kama hautajenga nidhamu ya namna hiyo, basi ndugu yangu, utaendelea kuwa na miaka inayofanana, hata kama namba zimebadilika. miaka inaweza E, e, ikafanana hata kama namba inabadilika, kama hujui haya ninayokwambia. Lakini kama utajua haya yanayokwambia, miaka yako namba zinavyobadilika, na miaka yako ubora, tofauti mambo, fikra upana wako, uwekezaji kuongezeka, katika kila eneo kutakuwa kunashuhudiwa kwenye maisha yako, kwa sababu umejua mambo haya kadhaa ambayo ninakushirikisha leo hii lakini jambo la tatu ambalo litakupaswa kulijua mapema mwaka huu ni kuwa sio kila fursa ni yako, sio kila fursa ni kwa ajili yako. Hauwezi ukasoma kila kitu, huwezi ukapata kila kitu ko. Hakikisha unazingatia unajipunguzia mizigo. Zingatia yale yanayokuhusu tu, fanya yale ambayo ni ya kwako tu, usihangaike kupambana kutaka kufanya na yale ya watu wengine. Eh, sio kila mahali unapaswa kwenda, sio kila kitu unapaswa kufanya. Ni jambo la busara kuweza kukataa baadhi ya mambo ambayo hayaendani na mipango yako. Kama jambo halikidhi matakwa na mipango yako, usikubaliane ya nalo. So kila fursa sio kwa ajili yako, hivyo kusema hapana kutakusaidia sana kufanya mwaka wako huu uwe bora zaidi, na nimekuambia mapema Januari hii ili usije ukajuta ikifika Desemba kuwa ulikuwa unakubali unataka kukimbilia kila fursa na ndio maana umekwama. Hivyo hakikisha leo hii unaanza kuchambua yale yanayokuhusu tu ya msingi peke yake ndio nayo yazingatia. Mengine ambayo hayahusiane na wewe, basi jiweke mbali nayo. Lakini jambo la nne ambalo ni muhimu sana kwa kujua mapema mwaka huu ni afya. Si chaguo bali ni msingi. Afya yako ni msingi wa kufanikiwa afya yako ni msingi, si e, machaguo ni msingi, ni mambo kati ya vipaumbele vya kuviweka kwenye maisha. Anza na kipaumbele cha afya. Januari hii uwe na afya ya kiakili, uwe na afya ya kiroho, uwe na afya ya, uwe na afya ya ki, kiuchumi uwe na afya katika kila eneo. Ukiwa na afya katika kila eneo, inakusaidia kufanya e, mambo kwa ubora e, hakikisha unasoma vitabu vizuri, unakula vizuri, unalala vizuri kwa kiasi. Pumzika, tafakari, jijenge, jiboreshe. Kuna wakati, weka muda, jiweke mbali na mitandao, kaa peke yako, tafakari maisha yako, angalia ni namna unayotaka iwe, angalia jeni unaishi namna ungetamani kuwa. Yaani kaa chini, reflect, tafakari, pata huo muda wa utulivu, jifikiri. Ukifikiri uh, Je, unependa maisha unayoyaishi? Ungetamani kuwa unavyo? Yaani, ungekuwa, wewe unaangalia maisha ya mtu mwingine ambaye sio wewe, anaishi kama wewe, ungefurahia kwa? Kama ukiona sivyo, basi anza kujenga afya. Unahitaji afya kwenye eh, namna unaenenda, hiyo itakusaidia sana. Hakikisha unalinda vyakula na vyakula, pata muda wa kupumzika, unafanya mazoezi, unasoma vitu vizuri, unatazama vitu vizuri, unasikiliza vitu vizuri, yote itakujengea afya katika kila eneo. Kama utakuwa na afya ya mwili, una misuli, una mwili wenye afya, lakini ndani yako nafsi yako haina vitu vizuri, haina vitu vya ubora, basi utaishia vile vile kuwa eh, mtu asiyefaa. Usingoje sio ngoje mwili kulazimishe kusimama, kwa sababu afya ikiporomoka, basi hauna chaguo, utasimama. Au fedha uliyokuwa unaitafuta kwa nguvu, basi yote itaishia tena kwenye kutafuta uh, matibabu. Hivyo hakikisha mapema mwaka huu unajua afya ni msingi na unaweka mkakati huo ukanyikula kula chakula bora kuli si bora, eh, si bora chakula bado nakula chakula bora cha kukujenga na kukupa nguvu na kukusaidia kupata virutubisho vyote hivyo. Mpendwa, ninakusihi sana, zingatia haya mapema mwaka huu. Jambo lingine la msingi la matano ambalo tutamaliza nalo leo, ambalo ni mapema kulijua, ni vema kulijua mapema mwaka huu ni huhitaji kumaliza kila kitu. Chukua hatua sahihi inayofuata. Usisubiri, usisubiri kuwa utafanya jambo kila kitu kinapokamilika. Usiwe uh, isiwe ni perfectionist Yaani, usisubiri kila jambo likae mahali pake alafu ndio uchukue hatua hapana. Chukua hatua, alafu mambo mengine utaendelea kuyaweka sawa kadri siku zinavyozidi kwenda mbele na watu wengi wanakwama kwa sababu wanataka kila kitu kikamilike. Hakuna siku itatokea kila kitu kiko mahali pake kwa ajili ya wewe kufanya unachotaka kufanya. Maendeleo yanaanza na hatua moja, na hatua moja ndiyo huzaa uh, hatua nyingine. Maendeleo sio mwisho, maendeleo ni mchakato. Mchakato ibe betterment process. ni mchakato wa kuboresha, huyu anaboresha mpaka hapo, unaendeleza na unasogeza gurudumu hahili gurudumu la maendeleo hata linafika mbele. Kuna hatua ulianzia, kuna hatua unaendelea, kuna hatua unaendelea, mwingine ataichukua hapo, hata vizazi vyako vitaendeleza hilo gurudumu. Lakini kama hutaweza ku, uh, unasubiri mpaka kila kitu kikae tayari, basi hautafanya kitu chochote maisha yako yote. Hata mwaka huu utaisha, lakini hujaacha hatua yoyote njema ya kukupiga, ya kukuletea matokeo. Basi hakikisha pia najiuliza ni hatua gani ndogo ndogo ndogo unazodhamiria kwanza kuzichukua mwaka huu? Kama kuna mambo ambayo utadhamiria kwanza kuyachukua mwaka huu, basi yachukue, na yatakusaidia sana eh, kufanya mwaka huu kuwa bora. Mabadiliko hayangoji kusema mpaka ufike Desemba, lakini hii hii Januari huhu mwanzo mwa mwaka unaweza ukachukua maamuzi ya kwanza leo. Ukinaposikia ujumbe huu, anza leo kuchukua hatua, kuzingatia haya mambo matano ambayo ni mbema sana ukayajua mapema mwaka huu ili kufanya mwaka wako kuwa bora sana. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako ambao umetenga kutazama hizi dakika e, ujumbe huu wa kukusaidia kufanya mwaka wako kuwa bora na wa manufaa zaidi na miaka yako mingine. Mimi ni ndugu yako Japhet Katana na ninafurahi sana kwa sababu umefuatilia channel hii. Lakini unaweza ukafanya jambo moja kubwa zaidi, ukasubscribe kwenye hii channel yetu, ili watu wengine nao wanaotufuatilia Uh, au mtandao uweze kusukuma ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi. Tunapokuwa na watu wengi bora ndipo jamii zinazidi kuwa bora na mambo mema yanazidi kutokea. Kwa hivyo subscribe hapo ili ujumbe uweze kwenda kuwafikia watu wengi zaidi, lakini unaweza ukashare, ukacomment tutafurahi kusikia mtazamo wako, na mwaka huu utakapokuwa bora kwa upande wako tutazidi kufurahi pamoja na wewe. Nakutakia kila laheri kutoka kwenye hizi studio zetu hapa eh. Barikiwa sana. I appreciate you. Bye bye.